kwa kutujalia kukaa katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kufundishana mambo yanayohusiana na dini yetu. Jambo hili tunasema huwa ni gumu sana, nafsi kukaa na kusikiliza maneno ya muumba wake, nafsi kukaa na kusikiliza maneno ya dini, unapoilazimisha nafsi yako ikawa ni yenye kubaki, kwa hakika hii ni neema kubwa sana. Katika dakika hizi chache tutakumbushana kunako na fadlu shahri llahi lmuharami wa siyamu ashura, ubora wa mwezi wa Muharram na ubora wa kufunga funga ya Ashura. Haya ndiyo tutakayokumbushana katika wiki hii nzima, ili tuweze eh, kujua kwamba tuko katika mwezi wa Muharram. Ahibba, Mwezi wa Muharamu ni mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu. Kwa maana hiyo, hivi sasa sisi tuko katika mwaka mpya wa Kiislamu. Tumemaliza mwaka wa alfu moja na mia nne na arobaini na sita na tumeingia mwaka wa alfu moja mia nne na arobaini na saba. Na cha muhimu sana kwa mwislamu, anatakiwa kujifanyia tathmini, kujifanyia mahesabu katika mwaka uliopita wa elfu moja mia nne na arobaini na sita amefanya kitu gani? Amefanya mambo gani? Jifanyie muhasaba katika baadhi ya maeneo. Eneo la kwanza, muhasabatu nafsi fi khidmati al islam. Jifanyie muhasaba na tathmini katika kuitumikia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umeitumikiaje dini ya Allah ndani ya mwaka mzima Umefanya juhudi gani ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wataala, hata utakapokwenda kwa Allah ukaulizwa kwamba uliitumikia vipi dini ya Allah subhanahu wataala utakuwa na majibu ya kujibu. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi anajijua kwamba ndani ya mwaka mzima ameitumikia vipi dini ya Allah subhanahu wataala. Umetoa pesa zako kiasi gani katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wataala umepambana kiasi gani katika kuisimamisha na kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo hilo, kila mmoja ajiulize ni namna gani alivyoitumikia dini ya Allah subhanahu wataala. Lakini pia muhasabatu nafsi fi lfaraidh, mtu anatakiwa kuifanyia muhasaba nafsi, kuifanyia tathmini nafsi yake katika ibada za faradhi. Ukoje wewe katika swala za jamaa katika swala tano ndani ya mwaka mzima, hivi ulikuwa ni mwenye kusimamisha swala tano, tena kwa jamaa, au ulikuwa kuna kulegalega? Jifanyia tathmini. Lakini vile vile kwa upande wa utoaji, kuna utoaji ambao ni walazima kama vile zaka. Ndani ya mwaka wa 1446 umetoa zaka au haujatoa? Kama una uwezo wa kutoa zaka, jifanyia tathmini, umetoa zaka au haujatoa? Muislamu jifanyia tathmini katika ibada zote za faradhi. Lakini pia muhasabatu nafsi fi nawafil, jifanyie muhasaba katika ibada za suna qablia, baadia, dhuha, witiri, swala za suna, lakini na katika ibada zingine za suna, mfano ibada ya utoaji ambayo sio ya lazima, kama hizi sadaka ambazo eh, tunahimiza kila baada ya swala wewe ndani ya mwaka mzima ulikuwaje katika ibada nzima ya utoaji kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Lakini pia muhasabatu nafsi fi talabi alilmi, ifanyie muhasaba nafsi yako katika mwaka uliopita. Wewe ulikuwaje katika kuitafuta elimu, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa taala, elimu ya dini. Umesoma vitabu vingapi vya ya dini? umesoma milango mingapi ya dini? Jiulize, lakini vile vile jiulize umejifunza Qurani kiasi gani? Umehifadhi Qurani kiasi gani? Umehitimisha ume Qurani mara ngapi? Maana kuna watu wanasubiri mpaka Ramadhani ifike ndo atafungua msahafu. Ukienda nyumbani kwake msahafu umekuwa na vumbi, kwa sababu hausomwi. Ni aibu Mwislamu siku nzima inapita, haujasoma Qurani. Mbona anasoma meseji za wanadamu unashindwa una kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa mtu anapokuwa msikitini akitoka, kitu cha kwanza ni kuangalia simu yake, kuna meseji, kuna mistekoli, nani kapiga, anaangalia hiyo. Sasa kama unaweza kusoma maneno ya wanadamu mara nyingi kwa siku, we unaweza ukasoma meseji ngapi? Kwa nini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala usiweze kuyasoma? Ni aibu siku nzima kupita, haujatenga hata nusu saa ya kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni aibu kubwa sana. Salafu na saleh, watangulizi wema waliotangulia, wao walikuwa wanahitimisha Qurani, wengine walikuwa wanahitimisha Qurani ndani ya siku moja, anahitimisha Qurani mara mbili, anaanza suratul fatiha mpaka suratul nas, anarudia tena kwa mara ya pili anaanza Suratul Fatiha mpaka Suratun Nas, anahitimisha Qurani ya Allah subhanahu wa taala. Kuna wengine kwa uzito walionao walikuwa wanahitimisha labda uh, Qurani kila baada ya siku tatu, wengine walikuwa wanahitimisha kila baada ya siku tano, wengine walikuwa wanahitimisha Qurani kila baada ya wiki, wengine walikuwa wanahitimisha Qurani kila baada ya mwezi. Wewe umehitimisha Qurani mara marangapi ndani ya mwaka mzima umehitimisha Qur'ani mara ngapi? Jifanyia tathmini. Lakini vile vile jifanyia tathmini, umehudhuria durusi ngapi kama hizi? Umehudhuria mihadhara mingapi unaposikia kuna mhadhara fulani? Umehudhuria semina ngapi za kidini? Jifanyia tathmini, ndugu yangu katika imani, kwa sababu unapojifanyia tathmini utagundua ndani ya mwaka mzima una mapungufu gani na mapungufu sijaweza kuhitimisha Qur'an, unaweka azma ndani ya mwaka huu mpya kwamba nitajitahidi niweze kuhitimisha Qurani mara kadhaa ndani ya mwaka huu mpya. Nitajitahidi kutoa zaka ndani ya mwaka huu mpya. Nitajitahidi kuswali swala tano tena jamaatan msikitini ndani ya mwaka huu mpya. Nitajitahidi kutoa sadaka, nitapambana kila siku nihakikisha kwamba nakuwa ni miongoni mwa wale wenye kutoa sadaka. Kwa hiyo weka azma katika mwaka huu, unapoweka, una azma Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia, man azama ala shay'in a'anahu Allah. Mtu mwenye kuweka azma ya kufanya mambo fulani, Allah atamsaidia, wa hayya alahu al-asbaba. Na Allah atamwandalia sababu, alati tuinuhu ala ikmali al-amal, sababu ambazo zitakusaidia wewe kukamilisha yale ambayo umeyaazimia, na si vibaya pia hujifanyia tathmini katika maendeleo yako ya kidunia ndani ya mwaka uliopita. Ni kitu gani ulichokifanya kwa ajili ya maendeleo yako na familia yako? Mwaka mzima umenunua tofali ngapi? Umepata kiwanja? Labda umejenga nyumba, imefikia wapi? Unajifanyia tathmini katika maendeleo yako ya kidunia, lakini vilevile vile unaweka azma katika mwaka huu mpya wa Kiislamu mambo moja, mbili, tatu, nne, tano. Unapoweka azma, Allah subhanahu wa taala atakusaidia. Ahibatu fillah, tuko katika mwezi wa Muharram na mwezi wa Muharramu ni miongoni mwa miezi mitukufu, annahu min alashhuril hurmi allati qala Allah taala, mwezi wa Muharramu ni katika miezi mitukufu ambayo amesema Allah subhanahu wa taala ndani ya Qur'an, inna iddatash shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabi llah, hakika idadi ya miezi katika kitabu cha Allah subhanahu wa taala ni miezi kumi na mbili tangu siku alipoiumba mbingu Allah subhanahu wa taala na akaiumba ardhi. Lakini katika hiyo miezi kumi na mbili, Allah anasema minha arba'atun hurm, miongoni mwa miezi hiyo kumi na mbili au katika miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Dhalika dinu lqayim, hiyo ndio dini ya sawasawa sawa. Fala tadhulimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Ibn Abasi radhiallahu anhu akifasiri kipande hiki cha aya fala tadhulimu fihinna anfusakum, anasema fi kullihinna, katika miezi yote kumi na mbili. Muislamu usiidhulumu nafsi yako. Usiidhulumu nafsi yako kwa kufanya maasi. Usiidhulumu nafsi yako kwa kuto kufanya toaa, kwa kuto kufanya ibada. Unapokuwa wewe si mwenye kufanya ibada, unaidhulumu nafsi yako na utakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapofanya maasi, unaidhulumu nafsi yako na utakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ihtasa min dhalika arba'ata ashhurin. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaihusisha katika miezi hiyo kumi na mbili, akaihusisha miezi minne. Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya miezi hiyo ni mitukufu. Wa adhama hurumatihinna, na akafanya utukufu wake ni mkubwa. Wa ja'ala dhamba fihinna a'dham, na akafanya dhambi inayofanyika, kosa linalofanyika katika miezi hiyo, kosa hilo linakuwa na madhambi makubwa sana wal amala saliha wal ajra a'dham. Na matendo matendo mema ujira wake unakuwa ni mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo tuko katika miezi ambayo ni misimu ya kheri, tuko katika miezi ambayo ni fursa kwa muislam kujitahidi katika ibadati mbalimbali mbali. unapofanya jema malipo yake yanakuwa ni makubwa ahibatu fillah mtume sallallahu alaihi wasallam anasema assanatu ithna ashara shahran mwaka una miezi kumi na mbili minha arbaatun hurm katika miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne ambayo ni mitukufu thalathatun mutawaliyati miezi mitatu imefuatana ambayo ni Dhulqaada, mwezi wa Dhulqaada ambayo ni mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu, wa Dhulhijja na Dhulhijja ambayo ni mwezi ambayo ni mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu, wal Muharram na mwezi wa Muharram ambayo ndio mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu, wa Rajab Mudhar na mwezi wa Rajab alladhi baina Jumada wa Shaabana mwezi wa Rajabu ambao uko katikati ya mwezi wa Jumada na Shabani na mwezi wa, mwezi wa Rajab ni mwezi wa saba katika miezi ya Kiislamu. kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallama, ametufafanulia miezi hiyo minne ambayo ni mitukufu, haijatajwa ndani ya Qurani na Allah subhanahu wataala. Allah ametuambia tu minha arba'atun hurmu, ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne. Haikutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaja akaitaja mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hadithi za mtume zinafasiri aya. Kwa hiyo hapa pia kuna rabdi kwa wale ambao wao wanasema wanafuata Qur'ani tu, utakapomuuliza kwamba Allah amesema katika miezi kumi na mbili kuna miezi minne ni ipi, na imetajwa wapi katika Qur'ani, imetajwa katika aya gani? hataweza kukueleza. Kwa hiyo ili kuweza kupata jibu lazima urudi katika hadithi za mtume. Watu wasidharau maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wasipuuze suna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu anatakiwa kufuata Qur'an na suna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahibatu fillah, kutokana na utukufu wa mwezi huu wa Muharram, aliulizwa Sheikhu Ibn Bazi rahimahullah taala Aliulizwa, je, mwezi huu wa Muharram mtu anaweza akaufunga mwezi mzima? Kala Sheikh, Sheikh anasema Shahrullahil Muharram, mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Muharram faqad qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam afdalu siyami funga iliyo bora sana baada Ramadhana, baada ya funga ya Ramadhani, shaharu llah lmuharami, ni funga inayofungwa katika mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Wa afdalu salati baada lfarida, na swala iliyokuwa bora baada ya swali ya faradhi, salatu laili, ni swala inayoswaliwa usiku. Baada ya kuyasema maneno haya Sheikh akasema faidha samahu kullahu, ikiwa mtu ataamua kuufunga mwezi wote wa Muharam, fa fahuwa tayibun, hilo litakuwa ni jambo jema, hilo litakuwa ni jambo zuri. Kama una uwezo wa kuweza kuufunga mwezi mzima au mwezi huu wa Muharam, ni bora kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wa anasema funga iliyo bora baada ya funga ya Ramadhani ni funga inayofungwa katika mwezi wa Muharram lakini pia kama hakuweza kufunga mwezi mzima, au swama atasi'a wal ashira wal hadi ashara, au akafunga siku ya tisa na siku ya kumi na ya kumi na moja. Sheikh anasema fadhalika sunna kufunga hivyo, kufanya hivyo ni sunna. Kwa hiyo mtu anaweza akafunga masiku mengi katika mwezi huu wa Muharram. Funga kwa kiasi utakachojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukaweza kufunga siku kumi utalipwa kutokana na siku kumi zako, ukaweza kufunga siku kumi na tano, ukaweza kufunga siku ishirini, utalipwa kutokana na siku ambazo utafunga. Kwa hiyo tuko katika msimu wa kheri. Miongoni mwa kheri za kufanya kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kuufunga mwezi huu wa Muharram. Tujitahidini kuyafunga masiku haya, tujitahidini kufunga mwezi huu wa Muharram kwa ajili ya kutafuta malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia iko funga inaitwa funga ya Ashura, hii insha Allah tutaiangalia kesho. Ina fadhila gani? Inafunguaje? tutaiangalia katika darasa yetu ya kesho. E, mpaka hapa itakuwa ni mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika